Nachokiona kwako yeah. Nacho Nacho kwa Nacho kwa, yani ni hasara yeah, nachokiona kwako ni ae, nachokiona kwako ukata tamaa, nachokiona kwako nakenda kujimaliza. Naona mtu mmoja anaitwa mke, sawa. Kuna mahali ambapo uliweza kuaribu na uliweza kuchukua fedha na ulipochukua fedha pale chanzo chako ukachukua fedha kama unampa, ulipochukua fedha ukampa uharibifu wako na kudrop, kutoka mwisho mia kushuka mpaka sifuri, ukaanzia pale. Lakini pia ninaona roho ya kusema mimi nimefika mwisho, lakini ona roho ya kukata tamaa kabisa. Unaitwa Fredi. Nyota yako ni nyota nzuri, una nyota ya kufanikiwa ila kuna ameishika na anaiendesha na yeye, kuna sema amefanikiwa. Sasa tunapokuja hapo kwa ibada, tumefundisha kwamba ni roho ya kupambana, unashindana, unapambana, uone kama utatoka. Lakini nachokiona kwako Fredi, naona roho yako na akuacha kwa, kwa, lakini kama Mungu aishivo nitakuombea hmm. kama Mungu aishivo ninakuona yeah, yeah. Mtu amekuchimbia jina lako mahali akasema Fredi hataweza kuendelea. Ninatamka kwa mamlaka niliyonayo leo, ninaachia neema ya Kristo. Kuanzia leo, fire my time of Jesus waliposhika jina la Fredi na wakalikamatilia, inatangaza habari njema mpaka katika ufalme wa kisa. Leo Fredi na kunyanyua kutoka mavumbili, inatangaza habari njema kwako, kichakamatio kikachiwe faya kwa mamlaka ya Mungu leo uso wako katiachino ile na miradi mingi kwa Dar es Salaam ina kiwanda <coughs> <hile> cha kukausha dagaa kwa hapa imekuja hapa mwezi wa sita, imeamia rasmi Bukoba. Imewekeza kwenye kawosh yapokuwa <coughs> na enyewe imesuasua aina simama vizuri. Imepewa kwenye mradi wa matangazo, ina studio ya matangazo akaboya na yenyewe haifanikiwi vizuri pia. Nina mradi wa kuchana mbao na wenyewe ndani ya siku mbili hizi umepata na changamoto, na mradi wa kuchoma mkaa na wenyewe bado hauendi vizuri. Nimewekeza hela nyingi sana, natumia nguvu nyingi na aa, kwa muda mdogo mafanikio ni madogo. Najituma kadili ya uwezo wangu, lakini naona mambo yamekuwa ni hafifu. Nimetoka daa nikihisi labda dnyumbani ana nyumbani hivyo hivyo ulivosema kwamba nakata tamaa tu, kwa kweli ekata tamaa wangu. Anasema umesoma na degree, lakini digri siafana kazi. Huo ni mwaka w kumi na tatu kazindiko na mradi wako Dar es Salaam, mradi yako yote naijua wewe. hiyo ni zindiko. Amen. ambayo nazindika na nani na Mungu, Amen. Na Amen. Na Mungu. Amen. lakini ninachokiona kitu cha ajabu sana na sijui kwa sababu gani, mama yako nadhani anaelewa na maisha yako vizuri yeah. yeah. wa kwako kuishi mpaka kufika sasa anaelewa lakini mimi najaona zaidi, hata yeye yeye asiyeje. mm. yeah. ungekuwa mbali. mbali sana, kwa sababu kama ni kufaiti, unapambana unaelewa? Yeah. unapambana lakini bado ugumu uko pale, yaani unapambana katika giza, pambana katika misukosuko. Yaani wewe haumi ugonjwa kwa kama huyu, lakini una ugonjwa wa moyo, yaani moyo wako una ugonjwa

Damu yenye mamlaka mzima na utukufu wa Baba inakufungulia malango ya neema na kibali cha nguvu uzima. Katika jina la Yesu natangaza kukufungua, uko huru, kwa sababu mwacha amemweza mtiani wake na ataendelea kufanikiwa. Inakufungua, naenda ukafanikiwa mwanangu, katika jina la Yesu, you are free fire. Akiliza kwa zuri, damu Yesu, damu Yesu, nguvu ya Yesu, nguvu ya mamlaka ikufunikia.